Na alipoifungua muhuri ya pili, fungu la tatu, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema joo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda, aliyepewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Farasi wa pili ni mwekundu. Mwekundu ni damu, hiyo ni ni damu, ni umwagikaji wa damu, watu wanauawa. Kipindi cha simurina ndicho hiki, wakati shetani alichinja Wakristo. It was very expensive kuwa Mkristo, damu ikamwagika. Lakini pia mwenye hiyo kanisa akapewa upanga kubwa. Upanga ni neno la Mungu, hata kama watu wanauawa bado wanaendelea kuishikiria Injili, bado wanaendelea kulishikiria neno la Mungu, bado wanajua wamepandwa wapi. Hawakutishwa na kifo, hawakuogofywa walisimama imara. Walijua wanjoli wao wameuawa, lakini wao walisimama, kwa sababu waliangalia mbele na wakaona mbele kuna tunu kubwa. There is a crown ambao nimewekewa na kwa hivyo, mimi siwa kurudi nyuma. Kuwe na kifo, kusiwe na kifo, nitasonga mbele. Kitabu ni cha Warumi nane fungu la thelathini na moja. Yule Paulo anauliza swali, ni nini kitakachonitenga na upendo wa Kristo? Ni nini? Ni kifo la, ni upanga? Hapana, hakuna kitakachonitenga na upendo wa Yesu Kristo. Wewe ni nini kitakachokutenga na upendo wa Kristo? Ni nini hicho ambacho utabadilisha na upendo wa Yesu Kristo ili hali tumepewa upanga ambao ni upanga ukatao kuwili, ambalo ni neno la Mungu kulingana na Waefeso sita Ukisoma Waefeso sita anasema tuna upanga. Ukisoma katika Wahibrania nne fungu la kumi na mbili tuna upanga huo. Upanga ni neno la Mungu na pia unapatikana katika Ufunuo kumi na tisa Wakati Yesu anakuja anaonekana amempanda farasi mweupe, na anasemekana mdomoni mwake kunatokea upanga ukatao kuwili, upanga ni neno la Mungu.